baada ya shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF kuweza kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa kupitia Kretus Magori ambaye kwa upande mwingine ni mjumbe e, na wa bodi ya kuongoza klabu ya soka ya Simba ameweza kwenda katika uwanja wa Benjamin Mkapa kisha akaambatanisha na ujumbe unaosema hivi Rais wa CAF bwana Patrice Motsepe picha na video hii imechukuliwa sasa hivi kwenye uwanja wa Mkapa uwanja huo uko katika hali nzuri mheshimiwa rais wa watu wako wanakudanganya kuhusu uwanja. Tunajua berekene ni wa nani, lakini sisi Simba na Watanzania hatuko tayari kwa hili. Kwa hiyo huyo ni Kretus Magori, lakini haikuishia hapo, akambatanisha na kusema hivi: hii imeshakuwa ni kashfa. Berekeno walibuki hoteli kisiwani Zanzibar jana Mei 14, Simba Sports Club ilipokea barua ya kupendekeza mabadiliko ya uwanja. Asubuhi ya leo Mei 15, inakuwaje klabu mwenyeji pamoja na shirikisho afahamu uamuzi wa kafu tangu jana lakini berekene alikuwa anajua? Je, berekene walikuwa sehemu ya mchakato wa kufanya maamuzi ya kafu? huyo ni